Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania Mwanza kimeeleza kupokea kwa mshtuko mkubwa taarifa za kutoonekana kwa padri Kamilus Nikata, mhadhiri wa idara ya mawasiliano ya umma, ambaye pia ni padri wa Jimbo Kuu Katoliki la Songea. Taarifa za kutoeka kwa padri Nikata zilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kuanzia Jumatano, Oktoba 8 mwaka 2025 baada ya baba askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Songea Mhashamu Askofu Damian Dallu kutoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Padri Nikata alisafiri kuelekea Dodoma kuhudhuria mafunzo ya moyo kwa mapadri wanafundisha katika vyuo vikuu vya Kikatoliki nchini chini ya uratibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa leo kwenye ukurasa wao wa mtandao wa kijamii wa Instagram kutoka ofisi ya uhusiano na mawasiliano SAUT. Imeeleza kuwa uongozi wa chuo hicho umekuwa ukifuatilia kwa karibu hali hiyo na umethibitisha kuwa Padre Nikata alikuwa kwenye majukumu ya kikazi wakati alipotoweka. Taarifa hiyo imeeleza kuwa mbali na juhudi za kumtafuta kufanyika bila mafanikio, uongozi wa chuo hicho umeandaa sala maalum ya kumwombea Padre Nikata kwa Mwenyezi Mungu, amlinde na kumwongezea usalama kufuatia tukio hili la kutoonekana kwa mhadhiri wetu. Chuo Kikuu Sauti Mwanza kupitia ofisi ya chaplains imeandaa sala maalum kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu kumkinga na maovu yote kumwimarishia ulinzi na kumwongezea usalama Padre Nikata. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Oktoba 11 mwaka 2025 na kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, SACP Marco Chilia,